Kura zenu waziau kiongozi. Sasa naomba nionyeshe mfano. Mama njoo, Odero njoo, sosop njoweekivn njoo eekinjo. Ndugu zangu, nataka muone kwa nini tunataka mageuzi ya kisheria. Wewe utakuwa ni Rais Samia, samahani kwa kukutolea mfano Ndugu zangu, huyu ni Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye chama chake kimeshampitisha kuingia katika uchaguzi. Huyu ambaye atashindana na Rais huyu, anaitwa Odero, kwa mfano wa upinzani. Huyu anasema, wewe rais, huwezi kuteua refa huwezi kuteua lazima ni kwenye mchezo ambao mimi na wewe tunashindana. Ukiwateua hao watu, watakupendelea wewe. Huyu asikii, anataka kuiba mwizi. Sasa huyu anamteua mkurugenzi wa kusimamia uchaguzi. Huyu hapa huyu ameteuliwa na Samia na analipwa mshahara na Samia, analipwa mshahara na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Alafu huyu akiteuliwa na huyu, huyu amemteua huyu, huyu anatakiwa asimamia uchaguzi wa kumshinda huyu. Mnaelewa jamani? Sasa huyu vilevile, vile chini yake kuna watawala wengine. Huyu ni mkurugenzi wa halmashauri zenu, huyu anasimamia, ndio anasimamia uchaguzi chini kwa wabunge madiwani pamoja na kura ya rais huyu anapokea maelekezo kutoka hapa, na huyu aliteuliwa na Samia, analipwa mshahara na Samia, na huyu yuko chini ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ameteuliwa na Samia, na polisi wote wako chini ya mkuu wa wilaya, ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama wa wilaya, na huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati siasa ya chama cha mapinduzi. Huyu anapewa maelekezo, lazima jimbo la Lindi ashinde CCM na kura ya rais ishinde. Huyu anatoa maelekezo sasa mkuu wa wilaya kwa OCD, kwa sababu OCD yuko chini ya mkuu wa wilaya, na pamoja na ofisa usalama wasalama wa taifa wa wilaya wako chini. Sisi tunasema hii timu hii haiwezi kusimamia uchaguzi huru na haki ichague watumishi. Huyu anasema hapana. Sisi tunasema huu ni uhuni, kwa sababu tunakuja kwetu, tunasema huyu, kwa sababu anaingia kwenye uchaguzi na huyu. Sisi tunasema wewe, huwezi kuchagua refa, huwezi kuchagua. Lazima ni tunataka watu huru, ambao hawakuogopi wewe, hawakuheshimu wewe, watafuata sheria. Sisiemu hawataki sijui kama Lindi mmeelewa tunavyosema, hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, maana yake ni kwamba hatutaingia kwenye uchaguzi. Sio tutasusa uchaguzi, sio tutasusa uchaguzi. Wote wenyewe ni mashuhuda, chaguzi nchi hii zinaendeshwa kiuni. Mwaka elfu mbili na ishirini waliiba nchi zima na wakaua na watu uchaguzi wa serikali ya mitaa, anayesimamia uchaguzi wa serikali ya mitaa, uchaguzi huo uko chini ya wizara ya Tamiseni. Waziri wa Tamiseni ni mkwe wa mtoto wa Samia, msiojua wa wa mkwe, na watafafanulia wa ambia uchaguzi wa serikali ya mitaa vijiji na vitongoji, tunasema huo ni uhuni. Tunataka mabadiliko ya sheria tuwe na tume huru ya uchaguzi, ambayo tukiingia uwanjani kushindana hakutakuwepo na upendeleo. Jamani, kuwafuata na kuwaambia mambo haya, tunafanya kosa? Tuko sahihi. <tie> <tie> Lindi mmenielewa sio? <tie> tuko sahihi sio? <tie> Sasa sisi tumesema